Kama unataka kutengeneza content maudhui ya kuweza kuvutia, kwa mfano kuweza kuweka katika YouTube, Instagram, TikTok ama platform yoyote, lakini unafikiria app gani utumie, haujui app gani nzuri ya kuweza kutumia na unashindwa kuweza kuanza, ondoa wasiwasi. Kupitia video hii ya leo, nitakupatia application ambazo ni maarufu na ni nzuri, unaweza kuzitumia kuanza basi safari yako ya kutengeneza maudhui na kuweza basi kuweka content zako katika platform mbalimbali mbali kwa haraka na kwa urahisi kabisa. Sasa hivi kila mtu anahitaji kuwa content creator, lakini moja ya tatizo ni kuweza kushindwa kupata application sahihi. Hilo ndilo ambalo mimi limenifanya leo katika video hii kuweza kukupatia listi ya baadhi ya application ambazo zinarahisisha katika maswala ya video editing graphic design na kurahisisha basi kuweza kujifunza vitu mbalimbali mtandaoni wakati unafanya masuala ya content creation. Zipo ambazo ni free lakini pia nyingine zinakuwa na trial na baadaye utahitajika uta kuweza kulipia kidogo. So unaweza kuanza kutumia hizi application na ukaweza kufanikiwa kutengeneza content mbalimbali mbali. Ya kwanza ni Canva. Canva ni application ambayo unaweza kuitumia kutengeneza thumbnail za video zako za YouTube unaweza kutengeneza post za Instagram na hata video ndogo ndogo, una uwezo kutumia Canva kuweza kutengeneza. Ina template mbalimbali, tayari zipo, inakurahisishia wewe hata kama haujui design, una uwezo wa kufanya content zako zionekane kama zimetengenezwa na mtu ambaye ni pro kwa sababu tayari kuna hizo template ambazo zimetengenezwa na watu ambao ni professional, wana skills hizo. Wewe kazi yako inakuwa ni just kubadilisha tu baadhi ya vitu na kuweka vitu vyako unavyohitaji. Lakini Application ya pili ni CapCut, kwa ajili ya video editing CapCut ni perfect sana kuweza kuedit video zako kwa haraka kupitia simu yako, kuweka maandishi katika video zako, kuweka transition, uh, effect tofauti tofauti, na ni rahisi kuweza kuitumia, lakini vile vile unaweza kupata free version na ukaweza kutumia CapCut. Pia kuna InShot ambayo hii pia imebase katika masuala ya video na audio editing, ni application nyingine ambayo ni nzuri sana uweza kuitumia katika kuedit video lakini vile vile kuongeza mfano background music kwenye video yako, kuweka audio yako vizuri na vitu mbalimbali ambavyo unaweza kuvifanya katika application hii. Ni very friendly kwa beginner kuweza kufanya video zako zikawa zinavutia na kuweka katika social media mbalimbali mbali. hata katika platform ya YouTube unaweza kutumia hii InShot ama CapCut kuweza kuedit basi video zako. CapCut kwa sasa kuna uh, vitu vingi sana vipo lakini vingi ambavyo ni vizuri vizuri vikubwa vikubwa unahitajika kuweza kulipia. Unaweza basi ukajaribu kutumia, lakini pia ukatumia na application hii nyingine, kitu ambacho kipo huku huku kipo ukaweza kukifanya. Lakini pia kuna PicsArt ambayo imebase katika issue za photos na graphic editing. Kama unatengeneza post za Instagram ama graphic zozote zile, basi ni application nzuri sana kama utakuwa unaitumia na, na kuijua jinsi gani ya kufanya nayo kazi inakwenda kwa jina la PicsArt unaweza kui-download na kuijaribu. Unaweza kutengeneza design zako mbalimbali, stika tofauti tofauti, kuweka maandishi, picha mbalimbali mbali kwa pamoja na ukatengeneza design fulani ambayo itakuwa nzuri sana na kushea katika platform mbalimbali mbali. Lakini application nyingine ambayo unaweza kuitumia kwa kupitia tu simu yako ni CapCut AI tools, ama unaweza kutumia pia ChatGPT na AI nyingine ambazo zipo ambapo hii ni option unaweza kutumia ikakusaidia katika kukurahisishia kutengeneza maudhui ambapo hii ni just utakapokuwa serious kwa sababu hii ni next level unaweza kutumia hivi vitu vikakusaidia katika kutengeneza scripti, kutengeneza caption. AI hizi ambazo zipo cha GPT, Gemini, DeepSeek ukiprompt tu vizuri una uwezo wa kupata scripti nzuri sana ukaitumia okay, kuweza kutengeneza content lakini vile vile unaweza kupata caption nzuri sana, description, title, idea ya thumbnail. Unaweza kupata vitu vyote kupitia hizi AI ambazo zipo. ChatGPT unaweza ku download application kwenye simu, ukawa na prompt tu unapata idea mbalimbali za maudhui. O, ni rahisi sana sasa hivi kutengeneza video kulingana na niche ambayo utachagua, kwa sababu idea huwezi kukosa. so Hizo ni app ambazo nimeona nikusogezee. Unaweza kuanza na app moja wapo, ukajaribu kuitumia, ukajifunza na ukaona jinsi ambavyo inaweza kukusaidia. Kuna template mbalimbali mbali, katika Canva unaweza kuzitumia zikakurahisishia wewe na zitakufanya wewe uone rahisi kutengeneza content. Na ukaweza kufanikiwa katika safari yako ya kutengeneza content hatua kwa hatua kila siku ukawa ni mtu wa kujifunza na kuboresha kile ambacho unakifanya. So nimeona niweze kushare na wewe hizi application mbalimbali mbali, kupitia simu yako tu unaweza ukaanza safari yako content creation, na ukaweza kutumia na kuweza kujifunza siku baada ya siku. Kama kuna app nyingine ambazo unaweza kushare na sisi sikuweza kuzitaja, unaweza ukashare na sisi katika sehemu ya comment, pengine wewe unatumia au unazifahamu na mimi sikuweza kuzitaja hapa. Kama unaviona nimeweza kutaja application just tano tu. Kwa hiyo kuna application nyingi sana ukiingia Play Store, ukienda kwa mtu mwingine atakwambia application, application, application hii ni nzuri kwa ajili ya kurekodi video, kwa ajili ya kuedit video, kutengeneza graphic design post mbali mbali, share na sisi kama unazifahamu katika sehemu ya comment, ili basi tuweze kufaidika sote na sote basi tuweze kujifunza kutokana na kile ambacho mtu anakijua na mwingine hakifahamu. So like video hii, una swali, una maoni, sehemu ya comment ipo, unaweza kushare hapo. Tukutane wakati mwingine katika kuja kuongelea jambo jingine na kuendelea kujifunza na kushare maarifa hapa katika channel yangu ya YouTube. Ningekuomba sana ushare basi channel yangu ya YouTube ili tuwafikie watu wengi sana na tuendelee kuwa wingi. Tutakapokuwa wingi, kila mtu ana kitu ambacho mwingine hakijui. So huyu ameshare hiki, huyu ameshare hiki hapa, sote tunajikuta tuna vitu vingi ambavyo tuna uwezo wa kuvifahamu kwa kupitia sehemu hii tu ambayo tupo. So vile vile unaweza kunipata katika social media account zangu Mohamed Hafidh TZ, ambao huko na kuwa naweka na content mbalimbali ambazo YouTube pengine usizione, mfano Instagram nimekuwa nikipost vitu tofauti tofauti, unaweza kutembelea ukaniona tuko pamoja, pia tukawasiliana. Japokuwa muda kidogo inakuwa changamoto, lakini tutakuwa tukiwasiliana. Kama utahitaji ushauri wowote ama utahitaji tuweze kudiscuss jambo lolote lile, tutakuwa pamoja. So asante sana, tukutane wakati mwingine.